Hey, uh, so today we, na hii mail au bahasha ambayo hii bahasha ndani kuna kadi. Hii kadi inaitwa GTC kadi. Hii kadi inakuwa ina, ina pesa. Ina pesa kama milioni kumi hivi za kitanzania. Umeona au dola dola elfu nne, dola elfu tano. Ndani ya kadi. So leo nataka niifungue. Ndio nimepokea kadi yangu inaitwa GTC card. Nitaifungua na, na na pamoja na nyinyi. Alafu nataka ni nikupe elimu kidogo kuhusiana n kama ujui what, what is GTC card. GTC card ina, inasimama kama government travel card. So hii kadi uh, unapewa na serikali kama wewe ni mfanyakazi wa, wa, wa serikalini au mwanajeshi unapewa hii kadi, na dhumuni ya hili kadi ni kwamba kutumia to pay for government expenses. Mona serikali au jeshi likikwambia bwana, uh, kuna deployment unatakiwa uende, unaenda labda Ujerumani, unaenda wapi, unaenda wapi, unavyoenda kule njiani, kutoka hapa kwenda kule, pengine utalipa tiketi ya ndege. Kuna option mbili: either ulipe kwenye mfuko, kutoka kwenye mfuko wako au ulipe kutokana na, na utumie government travel card ambayo inakuwa na pesa ya serikali ipo ndani ya hii kadi, si ndivyo? So umeenda shule za, za kijeshi labda kwa Marekani uh, uh, military school tunazozipo maarufu sana airborne, mone, air assault, uh, ranger sapa uh, whatever pathfinder, whatever army school umeenda kule uta, utataka kula uta, utanunua vifaa vya shule utanunua whatever you have to buy as a government expenses, uh, utaweza kulipia kwa hii kadi, mona eh, ume, ume rent upo TDY ambao ni government uh, school uh, army school, upo shule sehemu flani hauna gari lako, uko gari lako kwa hiyo uh, unabidi ukodi gari au kuona it uh, leasing a car umeona, uh, uh, so while when you uh, lease a car unavo unavo uh, rent a car if you want to pay for rent a car unaweza kalipia kwa kadi yani, hii yaani hii kadi ina pesa ambayo pesa hiyo inatoka serikalini umeona? Na hii kadi inatoka kwa City Bank. City Bank kwa watu wanajua City Bank, hii kadi inatoka na, kwa hiyo serikali ya Marekani ina uhusiano na wa karibu na City Bank. City Bank inatupa hizi kadi wa wanajeshi kwa ajili ya purposes tofauti tofauti kutumia tukiwa as a government uh, expensive. Narudia tena as a government expensive. watu wengi kuna wanaf, watu wanafanya makosa wanadhania hii kadi ni unaweza kulipia bili zako binafsi, unaweza kulipia vitu vyako binafsi unavyotaka kutumia, huwezi. No, no, no, kununua zawadi sijui ya mke wako zawadi ya watoto kwa kutumia hii kadi. Hii kadi ni kwa ajili ya government expenses only. Mwana. So ina pesa kibunda kidogo kama wakwambia ni credit card ni credit, kama ni credit card huwezi kutoa hiyo pesa, ipo mule, ni kwa ajili ya kutumia. Umeona, umelipia gari i mean rental car while you are in TDY while upo shule, umekula umelipia hoteli wakati unasafiri kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Example, tawafanyia mfano, mfano mmoja mimi nilipojiunga na jeshi baada ya ku, ku qualify mafunzo yangu ya awali ya jeshi ambayo ni boot camp kwa naita na mafunzo yangu ya AIT uh, kusomea kazi yangu ambayo nafanya sasa hivi jeshini ni horizontal construction engineer, au kwa kwa kifupi tunaita 12 Novembers. Uh, mimi nilikuwa naishi California. Kwa watu ambao mnanifuatilia kwa muda mrefu, mtajua mimi nilikuwa naishi California. So baada ya mafunzo yangu kila kitu, nikapangiwa duty station ambayo nilichagua mwenyewe of course, ni kuja Georgia. So kutoka California kuja Georgia ni state ambayo mbili tofauti. West Coast ambayo ni California, East Coast ambayo ni Georgia. Ni, ni state mbili zipo mbali kwa mba, uh, tofauti. So ili mali nitoke California kuja Georgia kuna kuna kuna matumizi hapo, naweza nikatumia either, naweza nika, nika, nika fly nikapanda ndege kutoka California kuja ndege uh, kuja Georgia au nikaendesha mimi na aliyekuwa mke wangu. Tuliamua kuendesha kutoka Georgia uh, kutoka California ambapo tulikuwa tunaishi mpaka Georgia, umeona. Tulitumia karibu siku tano za kuendesha. Njiani tulikuwa tunalala, tuna, tunalala hoteli, umeona. So tungekuwa tuna hii government travel card, kipindicho kipindicho ni kwa sina, lakini ingekuwa tuna hii government travel card ukitaka kujaza mafuta unatumia hii kadi, hautumii pesa yako mfukoni. Ukitaka kula unaenda kula, mimi na mke wangu, labda tungekuwa na watoto, unatumia hii kadi. Ukitaka kulipia hoteli, sijui umelala sehemu gani, unatumia hii kadi. Kwa hiyo at the end of the day unajikuta your whole travel expenses is covered by key card. Umeona, unaporahisisha maisha. So ndo dhumuni ya GTC card, government travel card Mona for government expenses, inakupunguzia stress ya kusema da nah, hasa tunasafiri kutoka hapa sehemu nyingine kwenda sehemu nyingine na hatuna pesa ya kulipia kila kitu njiani. No, no, no, the government travel card is gonna cover your is gonna have your back. Mona itakusaidia kul, ita kulipia expenses au matumu, manunuzi na matumizi yote ambayo utahitaji kama mfanyakazi wa serikali au kama mwanajeshi. See, so kipindi hicho mimi nilikuwa sina ikadi. Je, unatumia pesa yako mfukoni? Jibu, unatumia yes, of course, unatumia pesa yako mfukoni, lakini kwa Kiingereza kuna kitu kinachoitwa reimbursing. Reimbursing maana yake unatumia pesa yako mfukoni lakini una keep receipt. Receipt umenunua umenunua chakula unaweka receipt, umejaza ma, uh, gari mafuta unaweka receipt, sijui umelala hotelini unaweka receipt. Zile receipt ukimaliza hii safari yako, unapoenda, unapofika, kuna sehemu inaitwa reception au reception, watakupeleka sehemu ambayo inaitwa ni finance finance. Unapoenda finance, unawaonyesha receipt ya matumizi yote uliyotumia kutoka sehemu A kwenda sehemu B kwa ajili ya jeshi. Alafu wao wanakulipa pesa yote uliyotumia. Of course wanakulipa per diem, wana calculation zao wanazofanya, hiyo ni topic ya muda mwingine, lakini wanakulipa pesa uliyotumia wakati unasafiri. So for sisi tulipata pesa nzuri, karibu dola elfu nne elfu ngapi? ya tulikuwa wawili, tukasema tumeendesha gari na mbili na vitu kama hivyo, lakini at the end of the day tulitumia matumizi kati ya safari yetu kutoka California kuja Georgia, as my duty station nipo Georgia. Tulilala njiani kwenye hoteli, tulikula, tulijaza mafuta na vitu kibao tulivyofanya All of that is going to be reimbursed. Tulilipa li kwa pesa zetu mfukoni, lakini tulipofika uh, Fort Stewart ngome Stewart au jeshini hapa Georgia, tulienda finance na finance wakaturudishia pesa zetu ambazo tunatumia. Sometimes kama ukiwa mjanja, you can even get even get a little bit more than what you uh, spent if you are smart. Ukiwa mjanja, unapata pesa nyingi zaidi. So kama hautaki kutumia pesa yako mfukoni, that's why you have a government travel card. So kila mwanajeshi lazima awe nayo hii. Umeona? So kwa sasa hivi labda tunataka kwenda rotation whatever, deployment whatever, una hii kadi, unapoenda huko unaweza ukatumia pesa yako mfukoni kununua vyakula, kulala unapotaka kulala whatever, au unaweza ukachukua ikadi ukawa unalipia, upo deployment, unalipia chakula, unalipia nini, unalipia nini, unalipia, so you don't have to stress about how much you have in your bank account and if you will be able to survive, kwa sababu jeshi amekwambia eh, hey, nenda Ujerumani, sijui nenda wapi, nenda Korea, nenda uh, whatever deployment. No, Korea is not a deployment by the way, my bad yeah, um, a school. So nataka ni ni unbox, au tuifungue hapa ni unpack, alafu angalie si, nitakuwa makini kidogo, nakukuonyesha ni kama kadi nyingine ya benki tu. Nishafungua mimi, lakini nitafungulia tena. Kama utaona hapa, hawa ni City Bank, wa, ni City Bank. Mbona hiyo ni elimu ndogo tu? Leo naona hapa ni ni City Bank ndio wapo pamoja na serikali. Nitakuwa makini na information zangu lakini I'll show you. Mwana hapa. Jina yangu Adhim Mshana na hiyo kadi. Umeona? So that's how it is. Hii ni kadi ya hapa. So hiyo kadi unatumia kwa ajili ya government expenses na hiyo ndio topic leo, nataka niongee kwa watu ambao hawajui government, uh, government travel card ya yeah, GTC charge government travel charge au government travel card. Imesema hapa, imeandikwa hapa A government travel government travel charge or card. So hiyo ndio GTC. I hope elimu hii imekufunza kitu kimoja.

wanajaribu kuwatekea military member wambao, ambao ambao wapo active na ambao ambao wameshatoka ambao tunaita veteran. Hata veteran pia, yani jeshi. Ndio maana nakwambia, kama wamepata bahati ya kuja Marekani ya, kama hauoni fursa nyingine ya kufanya, jiunge na jeshi of course, it's gonna suck, it's gonna suck for few years, but it's gonna give you that big leap au step ambayo utakuwa tofauti na watu wengine ukiwa jeshini na ukitoka jeshini kwa sababu hivi, ukitoka jeshini baada ya mkataba kuisha, kuna still you have that status that is called veteran. Veteran is the best status Marekani. Veteran ni ngao yako, ukienda kuomba kazi kusema mimi ni veteran, quickly you'll be a priority to be hired. Utakuwa namba moja kwa priority ya, ku, ya kuajiriwa Marekani. that's it, that's it um, bado kuna zile posho posho ambazo unapokea, sijui kama una VA disabilities una vitu na uh, mongama mongama GI Bill kwenda shule. Bado utaenda shule na jeshi litakulipia hata kama umetoka jeshini, kuna hiyo mongama mongama GI Bill wenyewe wanaita uh, so kuna benefit nyingi sana jeshini kama unaweza kujiunga na jeshi una qualify kwa Marekani. I'll, I'll, I'll say it's, it's the, I'll advise you to try out. I'll advise you to try out so Yeah. Hiyo ndio elimu yangu wa leo nataka kutoa. And till next time. Bye bye.